Bwana semaji, mchezo wa kwanza katika msimu mpya wa NBC Premier League umeibuka na ushindi wa goli tatu kabila kwanza, unauzungumziaje mchezo ya? Tunamshukuru Mwenyezi Mwenyezi Mungu, e, tumepata ushindi, haikuwa haikuwa rahisi lakini vijana wetu wamepambana na hatimaye tumepata ushindi wa magoli matatu. Sisi kwetu ni ushindi ambao unatoa faraja kubwa eh, kuona naanza msimu naanza na na, na, na ushindi mnono. Hii maana yake inatoa ishara ya kwamba msimu huu utakuwa ni msimu bora sana kwa upande wetu. Bana, kuna baadhi ya mashabiki wameonekana uh, kutofurahishwa na ushindi wa leo wakisema kwamba ushindi ni mdogo, alikuwa anategemea zaidi ya goli tatu. Unawaambia nini mashabiki? Ni ngumu kumridhisha kila mtu eh, lakini sisi kama klabu tumeridhika na kile ambacho tumekipata. Tume eh, pengine kila mtu alikuja na matokeo yake. Unajua, kwa mwingine anajua, lo, nakwenda kushinda goli kumi, kwa hiyo zikifungwa hata tisa kwake bado anakuwa haridhiki sasa ni, ni ngumu kumridhisha kila mtu. Sisi tunachoangalia ni kwamba timu imepata ushindi na tulikuja hapa kutafuta ushindi. Inawezekana tuliwachukulia tuli poa sana Fontaine, kwa sababu ya changamoto alizokuwa nazo, mara sio ajala, mara sio walikuja na njaa, mara sio kwa chache. Lakini kwenye mpira wa miguu e, timu inapokuwa na changamoto za namna hiyo inakuwa, inakuwa makini zaidi na inakuwa bora zaidi kwenye kusimamia mipango na mikakati yao leo Fountain hawakuwa na jambo jingine la maana zaidi ya kuzuia zaidi, kwa hiyo walikuwa na mpango mmoja tu wa kuzuia na wamefanikiwa kuzuia na hatimaye eh, tukaweza kuwafunga magoli matatu. Sisi kwetu ni ushindi ambao tumestahili na tumefarijika nao. Ni mchezo wa kwanza wa msimu mpya, pia ni mchezo wa kwanza kwa mwalimu Suleiman Matola akiwa kama kocha mkuu kwenye benchi la Simba, na ameweza kuibuka na ushindi wa goli tatu kwa sifuri dhidi ya Fountain Gate. Unamzungumziaje mwalimu Matola? Ameonyesha uwezo wake na hakuna mashaka e, katika walimu wazawa tuliokuwa nao Tanzania, miongoni mwao bora ni pamoja na mwalimu Selemani Matola. Leo tumeona namna ambavyo ameweza kusimama kwenye bench eh, alivyoweza kufanya mabadiliko kwenye kikosi na kufanya eh, na kuifanya timu kuweza kucheza kwenye pattern zake za kitaalamu kweli kweli. Kweli kweli. Kwa hiyo eh, sisi tuna imani mwalimu Matola kwa sababu, na mwalimu Selemani Matola kwa sababu kwanza ana uzoefu wa kutosha, lakini pili ana, ana, ana, ana, ana, ana uwezo mkubwa na tatu ana, ana, ana, ana mapenzi na hii timu. Kwa hiyo yuko tayari kufanya lolote bora ili timu iweze kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo leo tumemuona uwezo wa Selemani Matola, kile ambacho amekifanya, na sisi tumeridhika, na tunajua Matola ana uwezo wa kufanya makubwa zaidi ya haya ambayo amefanya hii leo, akipata modo wa kutosha. Jani Chazi ya huwa top scorer wa msimu uliopita, na leo hii ameanzia pale pale alipoishia, amefunga goli moja, pia ameweza kutoa asisti. Unamzungumziaje Jani Chazi ya huwa? Tumefurahi kuona Ahua eh, ameendeleza ubora wake uleule ule. Msimu e, uliopita alikuwa mfungaji bora, alikuwa mchezaji mwenye asisti nyingi, na msimu huu mechi ya kwanza ameanzia palepale, ametoa asisti nyingi, amefunga goli lake la kwanza, ametoa asisti moja, amefunga goli moja. Manake ni kwamba e, kiwango na ubora wa wa, wa, wa, wa, wa umebaki kuwa ni ule ule. Ni jambo la faraja kuona msimu umemalizika na mchezaji amejitunza kiasi ya kwamba ameuwezo ana ame, ame, ame kurejea kwenye ubora wake ule ule. Wakati mchezo ukiwa unaendelea, goli la tatu lilifungwa na Jonathan Soa. Mashabiki walionekana wakishangilia zaidi kuliko hata yale magoli mawili ambayo yaliweza kufungwa. Nini hasa ambacho mashabiki wali kilipelekea wao kushangilia zaidi kuliko magoli mengine? Sijui lakini tulihitaji sana hii leo Soa aweze kufunga, kwa sababu ndio ndio ndio mshambuliaji kinara wa Simba Sports Club na usajili wake umekuwa na maneno maneno mengi kwa kwa kwa kwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa watu ambao hawamtakii hawa mema Simba na watu watu hawamtakii mema Soa. Kwa hiyo leo kufunga kwake ilikuwa ni muhimu sana e, ili kwanza kuku, kuku, kupata confidence yake. Huu ni mshambuliaji ambaye msimu uliopita alifunga magoli 13 kwa hiyo anatakiwa uh, kufunga magoli zaidi ya aliyofunga msimu uliopita. Na anaafunga wapi? Kwenye mechi kama hii. Ndio maana wanaona watu walifurahi, kwa sababu kufunga kwake leo kuna kuna mfungulia na kumwongezea confidence. Amefunga, wanasimba wamefurahi, kwa sababu tunaamini goli la leo linakwenda kutengeneza magoli mengi zaidi ya msimu huu. Kesho Mungu akijalia, tutatoa taarifa rasmi kuhusiana na sakata zima la kufungiwa kuingiza mashabiki katika mchezo wetu na maandalizi kwa jumla kuelekea katika, katika mchezo huo na mpango ukoje wa wapi Wanasimba, tutaangalizia tutaangalia TV kwa pamoja ama tutaangalia mechi kwa pamoja. Kwa hiyo leo tuiache ipite. Kesho mapema, Mwenyezi Mungu akijalia, makao makuu ya klabu ya Simba, tutazungumza nanyi waandishi wa habari kueleza mpango mzima kuhusiana na mechi yetu ya Jumapili dhidi ya Gaborone United. Hamza bado anaendelea na matibabu eh, bado hajapona eh, anahitaji muda kidogo kuendelea kukaa sawasawa, kwa sababu eh, jeraha alilopata siku ile halikuwa dogo kwa hiyo eh, kumrejesha haraka haraka ama kutoa ripoti yake haraka haraka bado ni mapema. Kwa hiyo bado anaendelea na matibabu. Atakapochukua taswira mpya ya matibabu yake tutawajulisha. Wanahoji nini? Kwanza lazima akumbuke Hemedi Suleiman Moroko ni kocha wa muda. e, mimi sijahi kuona kocha wa muda anachambuliwa e, ama, ama watu wanakosa imani na yaani, yani, Hemedi Moroko ashindwe kuisimamia Simba kwenye mechi moja itakuwa ni, ni, ni, ni, ni, ni, labda kama hao wanaomzungumzia Moroko hawamjui, maana siku hizi wageni ni wengi hapa namzungumzia kocha mwenye uzoefu mkubwa aliyefundisha timu ya taifa ya Tanzania na timu ya taifa ya Zanzibar, ambaye amefundisha e, amefundisha vilabu vingi vya Tanzania bara na Zanzibar. Ni kocha mwenye uwezo mkubwa. Sasa kocha wa kaliba ya Moroko ambaye ana uwezo huo mkubwa unakosa vipi imani naye kwenye mechi moja dakika tisini? Kwa hiyo tumwache na tumuunge mkono Hemedi Morocco akatuvushe, kwenye mechi hiyo, twende kwenye hatua inayofuata. Baada ya hapo e, mchakato wa kutafuta kocha mpya utakuwa umefikia pazuri, na punde tutamtangaza kocha mkuu mpya wa Simba Sports Club. Natosha, natosha, natosha, natosha, natosha.